Wanyama wengi wanaishi katika mazingira magumu yasiyokuwa na maji bila tatizo. Siri yao ni kutumia maji kwa busara ya hali ya juu. Chukulia mfano wa jangwa la Namib, mojawapo ya sehemu kavu zaidi duniani. Ingawa mvua ni nadra sana, nyakati fulani ukungu wa baharini huingia nchi kavu. Ukungu huu huyeuka kuwa chanzo cha maji kwa viumbe wengi wanaoishi jangwani humo. Mmoja wao ni mende wa Namib. Mdudu huyu ana mbinu ya kipekee kabisa. Hupanda juu ya kilima cha mchanga, kugeukia upande wa upepo, kisha anainama kwa pembe maalum ya takriban nyuzi 23. Matone ya maji hukusanyika mgongoni mwake na kutiririka moja kwa moja hadi mdomoni. Lakini je, inawezekana kuishi bila kunywa maji kabisa? Jibu ni ndiyo. Panya anayefanana na kangaruu anayepatikana katika maeneo kavu ya magharibi mwa Amerika Kaskazini hupata maji yote anayohitaji kutoka kwenye chakula chake: mbegu, wadudu na majani mabichi. Yeye hatoi jasho, hajisafishi kwa kujilamba, na figo zake kutengeneza mkojo mzito sana, hivyo kupunguza upotevu wa maji. Anaweza kuishi maisha yake yote bila kunywa hata toni moja la maji. Kwa upande wa baharini, kasa wa bahari aina ya leatherback hukabiliana na changamoto tofauti: maji yenye chumvi chumvi kizidi mwilini inaweza kuwa hatari, lakini kasa huyu ana suluhisho. Ana tezi maalum zilizo karibu na macho zinazotoa chumvi kupita kiasi kupitia machozi mazito yenye chumvi mara mbili ya maji ya bahari. Sina cha zaidi kwa leo. Mimi ni Alan Wetungu, bye.